Habari za leo kwema, mwanafamilia wa Dunia ya Simulizi za Kusisimua. Natumaini unaendelea vyema. Karibu katika simulizi yetu ya leo kutokea huko nchini Zimbabwe inayomhusu dada mmoja ambaye hakuhitaji kufahamika utambulisho wake kamili. Hiki ni kisa cha ukweli kabisa na kina funzo kubwa kwa kila mmoja wetu, hususani kwa wapenzi na wanandoa. Karibu sana tuwe wote pamoja katika mkasa huu wa kusisimua na tafadhali ni kuombe kama hauja subscribe. Please subscribe sasa, ili uwe mwanafamilia wa simulizi za kusisimua na usipitwe na makala zetu nzuri za kusisimua zilizojaa mafunzo na burudani nyingi ndani yake. Hakika hautajutia, na mkasa huu uko kama ifuatavyo. Alianza kuadidhia dada huyu kwa kuanza kusema, kwa sasa ninaishi na mume wa marehemu rafiki yangu ambaye ndo kama mume wangu wa ndoa, na nililifanya jambo hilo wakati rafiki yangu akiwa amepatwa na ugonjwa wa saratani ya matiti. Nilifanya hivyo huku nikiamini kwa uaminifu mkubwa kuwa rafiki yangu asingeweza kupona tena na hata hivyo angekufa tu. Hivyo nilijiongeza kwa kutumia ushirikina na nikafanikiwa kumuua ili nichukue nafasi yake niwe na mumewe. Mimi na marehemu rafiki yangu tulikuwa ni marafiki wa damu, tulikuwa ni kama tu vile mtu na dada yake waliozaliwa familia moja. Urafiki wetu ulianza tangu shule ya sekondari. Familia yao ilikuwa na uwezo lakini familia yetu ilikuwa maskini kupindukia. Mama yake alikuwa ananipenda sana kwa sababu alielewa mateso niliyokuwa nikipitia. Alikuwa anamwandalia chakula binti yake lakini pia alikuwa anaacha sehemu kwa ajili yangu ili na mimi nile tukiwa shuleni. Hakuwahi kufikiria kwamba ningekuja kumfanyia binti yake jambo la kikatili mpaka kumua. Rafiki yangu hakuwa na shida yoyote maishani. Aliolewa na mwanaume tajiri na baadaye walihamia Afrika Kusini wakajenga nyumba na kuanza maisha ya kifahari. Wakati huo mimi nilikuwa nikiteseka kule nyumbani Zimbabwe. Niliolewa na mume mkatili aliyekuwa mlevi na mzinzi na kila nilipomhoji alikuwa ananipiga vibaya. Niliamua kumwomba rafiki yangu anisaidie kupata kazi, na ndipo aliponiambia niende Afrika Kusini. Nilipofika, mume wake alinipokea kituoni na alianza mara moja kunitamkia maneno ya kunifanya nisiwe na amani. Alikuwa akiniambia, mume wako ni mjinga, kakuacha wewe, ni mwanamke mzuri sana na maneno hayo yalinifanya nijisikie vibaya sana, na alionyesha kunitaka kimapenzi, na wakati huo sikumtaka kabisa mume wake, nilimheshimu sana, lakini unajua wanaume wenye fedha wanavyojua jinsi ya kukushawishi. Wakati huo sikuwa nafanya kazi, na rafiki yangu pamoja na mume wake walikuwa wakinitunza mimi na hata familia yangu. Baada ya muda, nikaanza kumtamani yule mwanaume, nikajiambia labda nami ningeweza kuwa wake rasmi. Nilijaribu kuikataa hiyo tamaa, nikachukua uamuzi wa kurudi nyumbani Zimbabwe kwa mume wangu yule yule mkatili niliyemkimbia, ili tu nisivunje ndoa ya rafiki yangu. Lakini niliporudi, mateso yalizidi, alinidharau, alizidi kunichit, alinipiga hadi nikawa kama si binadamu wa kawaida. Maisha yakawa magumu sana. Nikamtafuta rafiki yangu tena kwa mara nyingine, na nikamwambia kuwa nataka kurudi Afrika Kusini. Alinikaribisha kwa mikono yote miwili. Niliporudi, uhusiano na mume wake uliendelea tena, alikuwa akituma pesa kwa siri kwa familia yangu. Tukaanza kulala pamoja, tulizoeana kiasi cha kushindwa kuachana, lakini nilihakikisha rafiki yangu hakuweza kuwa na hata chembe ya mashaka juu yetu lakini baadaye nilimwambia rafiki yangu, naomba nisaidie kutafuta kazi. Akanisaidia kupitia watu wake wa karibu, nikapata kazi, na baadaye nikahamua kwenda kupanga kwenye sehemu za vyumba vya bei rahisi zinazojulikana kama location. Nyumba nyingi za hapo hujengwa kwa kutumia mabati kuanzia juu mpaka chini. Baada ya kufanya hivyo, lakini ndani yangu nilikuwa na wivu. Nilijiuliza, mbona yeye rafiki yangu anaishi vizuri na mimi niko location, yaani sehemu ya uswahilini? Nilianza kumwonea wivu sana rafiki yangu kupita kawaida, na hata kama nilikuwa natoka na mume wake kimapenzi kwa siri, basi haikunitosha. Nilihitaji kila siku niwe na kuwa na mwanaume huyo. Basi kama maombi yangu yalitimia, mara ghafla rafiki yangu akaanza kuumwa. Alikuwa anahisi maumivu kifuani upande wa kushoto. Haikujulikana ni saratani mpaka ilipozidi sana. Mume wake alinipigia simu akilia, alisema hajui afanyeje, mke wake amepata kansa. Nilishangilia moyoni, huku nikisema Mungu ni mkubwa. Sikuwa najua kwamba kansa ni ugonjwa wa muda mrefu na nilidhani atakufa kama ndani ya wiki moja Wakati huo nilikuwa nikipata picha kichwani, nikawa najiona ndo kama vile niko naishi ndani ya ile nyumba yao. Mume wake aliendelea kunifuata location, tulikuwa tunakutana kimapenzi mara moja au mbili kwa mwezi, lakini haikunitosha. Nilihitaji hali hiyo iendelee kuwepo kila siku. Rafiki yangu aliendelea kudhoofika na maradhi yale ya saratani. Maumivu yakawa makali zaidi, akaanza kutumia dawa kali painkiller. Siku moja alinipigia simu na kuniambia kuna kidonda chini ya titi lake. Kidonda kilianza kama mchubuko lakini kikawa kinaingia ndani kama mtu ambaye aliyechomwa na kisu. Wakampeleka hospitali wakamfanyia upasuaji na kuondoa titi lake moja la kushoto. Lakini saratani ikasambaa na kuhamia kwenye titi lake la kulia. Usiku mmoja kabla ya upasuaji wake, mimi na mume wake tulikuwa tumelala kitanda kimoja na kufanya mapenzi. Hapo ndipo nilianza kupanga kumwangamiza, yaani kumuua kabisa. Rafiki yangu alikuwa mdhaifu sana baada ya upasuaji, wakati mwingine nilikuwa namsaidia hata kumwogesha. Lakini kilichonistua na kunipa wasiwasi zaidi ni pale mdogo wake na rafiki yangu alipokuja kutoka Zimbabwe kumsaidia dada yake, na nafsi yangu ikawaza mbali zaidi, huenda labda mdogo wake naye ataanza kulala na mume wake, na sikulitaka hilo litokee. Hivyo nikaenda kwa sangoma au mganga wa kienyeji, akanipa dawa za kumaliza maisha ya rafiki yangu, yani kumua kabisa. Lakini pia akanipa kinga ili roho yake isije ikanitesa, mzimu wake usije ukanisumbua. Hivyo nilikuwa nikienda kwenye kichaka karibu na location nilipokuwa nikiishi. Yule sangoma alinitaka nichimbe shimo na simama ndani yake nikiwa uchi na kujisugua na maji yenye dawa. Mahali pa location huwa ni mahali hatari sana, maana kama unavyojua Afrika Kusini, wezi walikuwa wanawavamia watu. Nilikuwa naogopa, lakini niliendelea ili nisiharibu zoezi. Dawa za yule sangoma zilikuwa hatari, zilikuwa zinawasha sana. Nilijizuia kujikuna, na sikutakiwa kufanya hivyo hata kama ingekuwa hali mbaya kiasi gani. Nilikuwa nalia usiku kucha. Siku moja rafiki yangu alinipigia simu na kuniambia anajisikia upweke sana, lakini mganga alikuwa amesema nisimwone kipindi hicho. Nikamdanganya kuwa niko kanisani kwa nabii na kusaidia maombi, na ningemwona tu baada ya kumaliza taratibu zangu. Nilimweleza mume wake kila kitu, naye alisema amechoka na mateso, akakubali twende kwa mganga pamoja, tukaandaliwe dawa za mwisho za kumaliza rafiki yangu. Siku hiyo nilimpikia chakula kitamu sana. Wakati nakiandaa, nikaweka dawa tulizopewa kwa mganga, na rafiki yangu alikula, na usiku huo huo akafariki dunia. Na hakuna aliyewahi kushuku au kujua chochote kwa sababu alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Watu walihisi ni afadhali kwa sababu mateso yalikuwa mengi sana kwa upande wake. Mume wake alitaka mwili wake urudishwe Zimbabwe kwa ndege lakini mimi nikapinga nikasema tusafiri kwa gari ili tusipoteze pesa. Tulipofika huko watu walijitahidi kufanya mazishi ya gharama lakini mimi nilikuwa na hasira. Niliona wanapoteza pesa kwa mtu aliyekuwa ameshakufa tayari. Nikasema amefariki abarikiwe na azikwe. Kisha maisha mengine yaendelee. Yani, inaonesha ni kwa kiasi gani roho yangu imebadilika na kuwa siyo ya kibinadamu tena. Baada ya mazishi kumalizika, tulirudi Afrika Kusini. Nilimshawishi mume wake kuuza mojawapo ya nyumba zao. Alidhani hela hiyo itatumika kulea watoto, lakini mimi nilimpa kaka yangu yote badala ya kutimiza ahadi niliyojiwekea ya kuwatunza watoto au familia yake kama nilivyomwahidi rafiki yangu kabla ya kifo chake. Badala yake nikageuka kuwa katili, nikawachukia watoto na familia yake bila sababu, kwa chuki isiyo ya kawaida. Hii ndiyo story yetu fupi ya leo. Tuandikie mtazamo wako kwenye comment section. Pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare.